Amka asubuhi sana, usipende kulala. Yani siku zote mwisho wa kulala wako wewe uele, kabla ya adhana ya kwanza. Adhana ya pili kukute macho, hiyo tena ndio rubber stamp. Yani saa kumi, amka, penda kuamka saa kumi, jizoesha uamke saa kumi, jizoesha hivyo. Siku za kwanza kwanza naweza kutumia hata alam, japo kwenyewe nakwambia nataka uamke asa, unaamka bila hata ya alam. Lakini amka saa kumi. Baada ya pale, nenda kaoge mambo yako, kisha kaa chini, jikurubishe kwa mola wako subhanahu wa taala kwa kusoma Qurani na kufanyaje na kufanyaje, mpaka unasikia adhana ya ngapi? Ya pili. Shamsikia adhana ya pili, unainuka, unaswali rakaa zako ngapi? Mbili, sawa. Zile rakaatani qabla alfajiri khairun minad dunia wama fiha. Mwenye Mtume sallallahu wa sallam anasema, rakaa mbili zinazoswaliwa kabla ya alfajiri ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo duniani. Rakaa mbili tu, rakaatani qabla alfajri khairun minad dunia wama fiha rakaa mbili kabla ya alfajiri ni bora kuliko dunia na ni bora kuliko vilivyomo duniani. Ni rakaa mbili kabla za alfajiri. Ukikaa ukikaa <coughs> chini pale uki sema neno hili ya pia mujarraba. Eh? Neno gani? shalitaja nyuma <coughs> <coughs> <coughs> <Walaykum salam. tos> Asante mkewe, anasema yuko zingiziwa, anasikiliza hii darasa na ananiona huko live, kamwambia mumewe, mpe shekhe hapo laki moja, mi nitakulipa asante. Shemeji nimepokea, na wewe mwenyezi Mungu atakupa badali, wama amfaktum min shaiin fahuwa yukulifu. Mambo namna hii elfu tano ile, alafu mi nafahamu mchezo, mi nakwambieni nyi mnachekate